Mtazamaji na mfuatiliaji wa simulizi yetu, karibu katika simulizi ya Lucy, mwanadada mrembo mwenye moyo safi. Katika mji mdogo wa Manyanda ulioko pembezoni mwa jiji, kulikuwa na jamii ya watu wa kipato cha chini walioishi kwa mshikamano mkubwa. Walikuwa wakishirikiana kila jambo, kuanzia kazi za shambani hadi kusherekea harusi za kijijini. Katika jamii hii aliishi binti mmoja mrembo kwa sura na zaidi kwa tabia aliyeitwa Lucy. Lucy alikuwa yatima wa baba akiishi na mama yake ambaye alikuwa muuzaji wa mandazi barabarani. Lucy aliwasaidia majirani wake kila alipopata nafasi. Alikuwa anawafundisha watoto kusoma, kuwasaidia wake wa wazee kubeba maji, na alikuwa akigawana chakula chake na watoto waliokuwa na njaa. Watu wa Manyanda walimpenda sana, walimwita Lusi wa watu kwa sababu ya moyo wake wa huruma. Ingawa alikuwa hana mavazi ya kifahari wala simu ya kisasa, tabasamu lake lilimvutia kila mtu. Siku moja gari jeupe aina ya Range Rover lilisimama kwenye soko la Manyanda. Kutoka ndani alishuka kijana mwenye suti ya gharama na miwani inayovutia na harufu ya manukato ghali. Jina lake lilikuwa ni Goodluck, mtoto wa mfanyabiashara mkubwa mjini. Alikuwa na kila kitu, nyumba ya kifahari, magari na fedha lakini Goodluck alikuwa na sifa moja mbaya, alijiona bora kuliko wengine. Hakusalimia maskini, aliwadharau wachuuzi, na aliwatukana madereva wa bodaboda. Lakini alipomwona Lucy akicheka na watoto waliokuwa wakicheza kwenye mavumbi, moyo wake ulitetemeka. Alivutiwa na tabia yake na unyenyekevu, akasema Huyu ndio mwanamke nitakayemwoa. Siku iliyofuata, Goodluck alimtuma dereva wake kumleta Lusi, lakini Lusi alikataa. Goodluck akamfuata mwenyewe sokoni, alimnunulia maua, simu mpya na hata kuahidi kumjengea nyumba ya kisasa, lakini Lusi alimwambia, mali zako hazinivutii, moyo wako ndio unaoamua thamani yako na moyo wako hauna nafasi ya wengine. Good luck alishtuka, hakuwahi kukataliwa maishani mwake, akakasirika na kuwapa kumfanya Lucy amoe kwa lazima. Good luck alianza kutumia pesa zake kumshurutisha Lucy. Alinunua ardhi ya mama yake Lucy, akafuta vibanda vya biashara ya familia, akahonga viongozi wa mtaa, lakini Lucy hakuyumba. Watu wa Manyanda walikusanyika na kumlinda Lucy. Walimtetea kwa maandamano ya amani wakisema, hatuwezi kuuza binti yetu kwa mali. Lucy ni fahari yetu. Katika usiku mmoja wa upweke, Goodluck alitembelea mtaa wa Manyanda kimya kimya. Alimkuta Lucy akiwa na watoto maskini wakila chakula kwenye beseni moja walikuwa wakicheka, wakiimba na kufurahia. Machozi yalimtoka, alitambua thamani ya moyo wa kweli. Siku iliyofuata, Gudluck alirudi sokoni, lakini safari hii bila gari, bila suti, bila maneno ya majivuno. Alisimama mbele ya watu wote na kusema, nisameheni, sikuwa najua thamani ya utu. Leo nimejifunza, mapenzi hayajengwi kwa pesa Bali kwa moyo safi. Lucy alimtazama na kusema, nisamehe pia, siwezi kuolewa na wewe, lakini nafurahi umebadilika. Dunia inahitaji watu kama wewe. Good luck aliendelea kufanya kazi za kijamii, akisaidia vijana na maskini. Lucy alianzisha shule kwa ajili ya watoto wa manyanda. Jina lake lilibaki kuwa Lusi wa watu, mrembo wa moyo. Asante. Usisahau kusubscribe, kubonyeza alama ya kengele, kulike na kucomment ili kuwa wa kwanza kupata video zetu za Simulizi Yetu.